Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, Mheshimiwa Paul Makonda, ameanzisha shindano la kusaka vipaji kwa wakazi wa Wilaya ya Kinondoni linalojulikana kama Kinondoni Talent Search ambapo linatarajiwa kuanza hivi karibuni. Ko amesema kupitia shindano hilo, vijana mbalimbali wa Kinondoni watapata ajira kupitia vipaji vyao. Shughuli nzima ilihudhuriwa na Jumanne Mrimi ambaye ni afisa utamaduni manispaa ya Kinondoni, Sebastian Mhoera, afisa uhusiano wa Manispaa Kinondoni, msanii wa muziki wa Bongo Flava Peter Msechu pamoja na mchekeshaji MC Pilipili. Unapozaa mtoto I don't know, lakini pamoja na la DNA zetu zile ambazo hey, watu tumii zile DNA mpaka kupeleke. Najua mtoto, mtoto, mtoto wa wa sio mpeleke kwa bibi. Eh, bibi tu ndio African DNA. Akimwangalia tu mtoto automatically anakuambia mwanangu

anapozaliwa wanapokuja wabibi au kuja watu kumwangalia, ukiona okay, anamfanyia hello baby, wanamfanyia halobeli ajiji atoto haji aj mtoto wako kidogo kuna kamvuto sasa. How can you know kwamba una opposite yake kwamba mwanao kidogo sura sio sana, lakini ana uhai ukiona <laughs> eh? <laughs> watu wanakuja wanamchukua mwanao